Unafanya nini na demu yangu, eh? Oya, kuja hapa mrembo, kuja hapa, unafanya nini na demu yangu Buda, eh? <coughs> <coughs> Aye, umsanafani na demu yangu msanafani? um, demu yeah, hey, poa ni aje yeah, nindoee you know yes. hey, buda yeah. Unafanyi na demu yangu, unafanyi na demu yangu buda, demu yako msanfani? hey, um, na demu yangu bana buda yeah. Unafanyi na demu yangu eh? Yeah. Oya, kuja hapa mrembo, kuja hapa, unafanyi na demu yangu buda Unafanya na dem yangu, fa na dem yangu a e bwana e kupaa na dem yangu. Kamzi mrembo ngie hapo ndani buda. Chunga maisha yako sawa, chunga maisha yako, chunga maisha yako buda, sawa necessary...

Bwana, mwanamke uk u oh, mwanamke u yeah. Oh, mwanamke ni, ni mpatanga mm. Alikuja kwa duka yangu mm. Eh, ongea na naye hivi ukaelewana ukaelewana, okay, bwana unajua mm. Jamani bad boy u jamani, kwani ni mke wake? Unauliza bado ni mke wake kwani toka toka Komaro

Sasa huko unanipeleka, nipeleka na mramba mbili. Uko rada ngapi, wajamia? Sitaki ukalisha hapa, ama uko na maisha yako mengine umejipanga mzuri? Sijajipanga. Uko na mramba mbili? Niko na moja na nusu moja na nane. Huyu bwana, twende jamani.